Na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bule. Karibu mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. <laughs> ni kushukuru sana mwalimu kwa somo hili la utii, mara nyingi linatusumbua watu wengi, lakini pia na maswali mawili ambayo yanaisumbua baada ya kufundisha hili somo. Swali la kwanza linasema kuna mahusiano gani kuna mahusiano gani ya utii katika roho na kwa akili. Mhm, swali la pili linasema utii wa kiroho pasipo akili kuna madhara yeyote? <laughs> swali la kwanza linasema kuna uhusiano gani kati ya, kuna mahusiano gani mm -hmm, ya utii katika mm -hmm, roho na kwa akili mm -hmm. Swali la pili utii wa kiroho pasipo akili kuna madhara yeyote? nikiwa na maana kwamba kuna wakati Yesu aliwaambia wanafunzi wake kawambia, je, na ninyi hamna hata akili? Lakini pia Paulo pia na yeye pia pala anaandika nasema kwamba naliomba katika roho na katika akili pia. ni hayo. Mungu akubariki sana kwa Nashukuru sababu sana. mara nyingi kama ulivyofundisha zaidi mm -hmm kwamba kuna manabii wengi wametokea na wanatii kweli kweli, wale waumini wao wanatii. Kwa mfano kama hapa juzi juzi tumesikia Kenya, mpaka watu wanaenda msituni kufunga ili wakutane na Yesu. Ulikuwa ni utii wa hali ya juu. <laughs> Ulikuwa ni utii wa hali ya juu, utii wa namna gani? Labda hapo hapo, ulikuwa ni utii wa namna gani? Sasa huo wa hali ya juu, lakini wa namna gani Uh, ulikuwa ni utii wa kiimani wa kiimani eh. Sababu so, mpaka mtu nafunga kwamba naenda kuonana na Yesu mpaka afye. Kwa ni utii ambao ni imani ambayo imefundishwa <laughs> na madhara yake. <laughs> <laughs> Amina, nashukuru sana mchungaji. Mungu akubariki sana utii wa kiroho na kiakili, kuna mahusiano gani kati ya utii wa kiroho na utii wa kiakili? Ni kweli kama ulivyosema kwamba eh, sio kwamba tukiwa ni watoto wa Mungu tukiwa tumeokoka kwamba hatutumii hatu, hatu, hatu, akili au hatuko kimwili Eh, tuko kimwili na mambo mengi tunapaswa pia kwenda nayo kwa kutumia akili, lakini pointi ya msingi hapo ambayo tunazungumzia tunaposema utii, kumtii Mungu katika hali ya kiroho ya ki, ya ki nafikiri kumbuki niligusia kipengele gani hilo lakini nilikuwa na, nilikuwa nafikiri, nilikuwa naelekeza, eh, kwenye kipengele cha labda niangalie hapo nilikuwa nazungumzia, niligusia mambo ya theolojia. Nakumbuka ilikuwa ni kipengele cha mm -hmm. Kwamba nilisema kwamba imani ya kiakili tu, nilikuwa nazungumzia juu ya utiifu na imani, na nikasema kwamba kuna uwezekano wa mtu kuwa na imani ya kiakili ambayo sio imani ya kweli, ambayo sio imani ya kutoka ndani ya moyo wake ndani ya, ndani ya moyo wa mtu na kumpa ujuzi ule wa wokovu. Nikatoa mfano nikasema kuna watu wengine eh, mfano tunao, tunao watu wengi wanasoma kitu kinachoitwa theolojia. Labda niandike hapa ili neno theolojia Teolojia, teolojia, nafikiri tume sio neno geni kwetu. Sababu ama tumeenda tumehudhuria vyuo mbalimbali vinavyotoa kozi za mafundisho hasa ya neno la Mungu. Kuna watu ambao wana, wana, wana, wana, ni maprofesa wa theology, wamesoma wa mambo ya theolojia maanake, amesoma certificate, amesoma diploma, amesoma degree, amesoma master, amesoma PhD mpaka sasa ni profesa wa theology huyu mtu ana akili sana huyu mtu ana uwezo mkubwa sana kiakili na imani yake ni kama vile imejengwa sasa katika theolojia ana uwezo huo wa kufundisha kufundi, kum, kum, kumchambua <laughs> Yesu na mafundisho yake utasema do nimekutana na mtu ambaye kweli ni profesa akianza kumchambua Mungu ile elimu ya kimungu ile akaanza kuizungumza Utasema kweli, huyu mtu yaani, da kweli ni mwalimu, tuishie tu hapo. Lakini huyu mtu muulize, ujuzi wake wa wokovu ukoje? Hajaokoka, hajaokoka, hajakutana haja na Yesu personally, kwamba ana ujuzi wa wokovu wa kukutana na Yesu wa Calvary ambadilishe maisha yake hivyo na kuacha dhambi, lakini theolojia iko hapa kichwani, amejifunza Biblia hii yote ameizamisha, ipo hapa kichwani, hapa anaweza akachambua moja baada ya lingine kuhusiana na elimu ya Mungu, lakini ni katika akili tu. Ndani ya moyo wake hakuna badiliko la maisha, hana ujuzi wote wa wokovu. Haitamsaidia huyo, haitamsaidia. Kwa hiyo hasa nilipokuwa nazungumzia, nilikuwa namaanisha hasa mahali eneo kama hilo, sijui kama msahii ami nampenda. Nashukuru sana. Nashukuru. Kwa hiyo nyongeza. Karibu. Yanafikiri um, kuna mawili, moja ni kwamba Um, Mungu hahitaji vitu ambavyo watu wa dunia wanaheshimu mm, kama, kama kwenye Wakorintho waraka wa kwanza sura ya kwanza, inasema maana ndugu zangu angalieni mwito wenu ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini mm. mm, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa, bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia, awaibishe wenye hekima, tena Mungu alivichagua vitu dhaifu dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Alafu anaendelea pale. Kwa hiyo, Mungu si kama Mungu anahitaji kweli kila moja asome apate, yani level fulani, lakini hata hivyo Mungu anataka kutumia tulivyo navyo. Yani maana maana ku, kuongozwa na Roho Mtakatifu inamaanisha kwamba hata akili yangu ndio akili zangu inaongozwa na Roho Mtakatifu. Amen, na kuna kuna uwiano pale. Kwa upande moja ni kwamba akili naongeza na, na, na tu alichosema Mchungaji Korosso akili tukimwamini tukim, Mungu kiakili lakini sio kiimani au kiroho sio msaada. Yeah. Lakini hata hivyo Mungu anataka kutumi, sisi tutumie hata akili zetu kwenye Waebrania tano um, pale anazungumza swali ya ya maziwa na chakula kigumu, alafu 13, nasema maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga, lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoeshwa kupambanua mema na mabaya, sio kama wametumia akili bila kuongozwa na Roho Mtakatifu lakini Mungu anataka yani, vitu vyote tulivyo navyo viwe chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, halafu vinatumika kiroho. Ingawa yani, kiroho tunaweza kutumia akili yetu. Ndio, ndio, amina. Bwana asifiwe sana. Nashukuru, nafikiri tumeelewa kaka yetu, kwamba hatuwezi tukasema tu kwamba nafikiri ni, nilipoanza ni, ni kuzungumza nilizungumza kwamba eh, tunapokuwa tumeokolewa tunapokuwa tumeokoka, tusijidanganye kwamba sisi sasa tuko moja kwa moja ni, ni mambo yote ni ya kiroho, kiroho, kiroho, kiroho. eh, hata, hata wakati mwingine unataka ule unasema nakula kiroho eh, unataka kucheka unasema anacheka kiroho. Tunadanganywa, tunayo akili, tunao mwili na tunapaswa kutumia akili. Bwana asifiwe sana. Lakini haiondoi ukweli kwamba ni watoto wa Mungu, tuko rohoni, tumezaliwa mara ya pili. Haiondoi ukweli huo. Hata tunapoomba. Umesema vizuri sana kwamba tunaomba kwa akili. Bwana asifiwe sana. Ndio, unaomba kwa akili kwa ufahamu kwamba unachokiomba, unaomba ni hiki, ni hiki na hiki na hiki. Sasa tunataka kila wakati tu kunena kwa lugha eti ndio unaondoa maombi hayo. Hapana. Bwana asifiwe. Sio kama ndiko sawa wapendwa. Aha. Ndio, kwa hiyo tuwe makini sana kwamba tunahitaji kutumia akili. Anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa, akili, ufahamu, tunayojifunza hapa yote haya, si ndio akili yenyewe hii? Kwamba sasa inatuondoa kwamba hatujaokoka niokoka, lakini tunajifunza maarifa ya neno la Mungu, ndio akili hii tunayoiongezea hapa, ili tusaidie tunapoendelea kumtumikia Mungu. Kwa hiyo kuna uhusiano mkubwa sana e, kati ya, ya maswala haya na akili zetu. karibu kakam, kwa kutumia akili pia tuangalie maeneo, kwa mfano ma, nani kanisa hivi hapa, akatokea mtu amepagawa na pepo, tunamwombea hapo, kuna kokoto nyingi na tunatumia akili kwa ajili ya vichwa hivi, maanake mapepo yanamwangusha sana. Lazima tutumia pia akili ya kumsaidia yule mtu. Kuna makanisa mengine nimeona wametumia akili, wamenunua mpaka vitambaa special kwa ajili ya kuwafunga wale wanaogaragara, kugaragara. Mnaelewa au? Nimetumia msamiati mkubwa? Okay, wanafunga yani kila kitu. Lazima tutumia akili pia. Mtu ameumwa na nyoka, usiendelee kukemea hapo hapo sumu. Omba, lakini unamkimbiza wapi? Kitete, tunatumia akili. Tumepewa akili za kuzitumia. Imeandikwa kwamba nitaomba kwa akili na nitaomba kwa roho pia, imeandikwa katika, sikumbuke andiko hilo, na sehemu nyingine nasema, usizitegemee akili zako mwenyewe. Hiyo ni mstari ishirini na tatu mstari wa nne. Kwa hiyo wakati mwingine lazima Biblia imefundisha kila kitu. Ak akisema tu tunakuwa na uzembe wa kusoma vitabu. Mungu abariki sana. Amen. Nashukuru sana Amina, kwa, Kwa hiyo tumeona hapo uhusiano uliopo e, kati ya mahusiano kati ya tii kiroho na kiakili Swali so, lake lingine lilikuwa linahusu utii wa kiakili una madhara gani uh, utii wa kiroho, utii wa kiroho, utii wa kiroho pasipo akili. aha, yaani kwamba yani kwa wewe, wewe ni mtu tu wa rohoni tu, hutumia akili. nafikiri amejibu pale nafikiri amejibu pale. Na hata wewe pia, nakumbuka katika ma maelezo yako ulitoa jibu pale. He, tuongezee, unasomewa sana kutumia hii dunia, inatuangalia tuchukue mfano pia, yani bila una, ukitegemea roho zaidi bila kutumia akili tutachekwa na watu wa dunia. Lazima tuitegemee, tutegemee rohoni na tutegemee akili. Nimeshajibu hapa, nilijibu hapa. Lazima tuitumie akili, tusiwe watu wa rohoni sana wakati nimevaa na mwili. Yapo madhara. Mfano, mojawapo ya madhara, nani anaweza kutuambia mojawapo ya madhara? Eh, ukasema wewe usiende hospitali, sisi ni maombi tu, madhara <t> <kaili> yeah. Na ni kweli kuna watu wameugua na samani nianze, kuna watu wanafundisha, kuna imani hizo kwamba wao wao na hospitali ni mbali kabisa Nafikiri mnafahamu mna, mna, mna, mafundisho hayo kwamba wao hawaruhusiwa hata kwenda wala kumwekea mtu damu, kumwongezea mtu damu ni mwiko, na wanakufa wanapata madhara, ni kwa sababu ya kutokutumia miake. Na imani potofu, imani potofu bwana, hizi zinasumbua sana zinasumbua sana sana sana. Napoto, napotosha watu watu wanaangamia namna hiyo, nasikitisha nasikitisha. Sawa, eh, nimeambiwa chai iko tayari kwa <laughs> hiyo karibu.